Urusi imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya maeneo ya makazi katika mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, mapema Ijumaa hii na kusababisha vifo vya watu sita ndani ya jengo moja la ghorofa huku wengine wakijeruhiwa katika maeneo tofauti ya jiji. Mamlaka ya Ukraine imetaja shambulio hilo kuwa moja mashambulizi ya mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Kyiv tangu uvamizi wa mwaka 2022. Baadaye, shambulizi la drone kwenye soko katika kusini mwa Ukraine liliua watu wawili zaidi. Katika maeneo ya mashariki ya jiji majengo mengi yalionekana yameharibika vibaya, madirisha kuvunjika, balkoni kusambaratika na nyuso za majengo kuchomeka. Wakazi walielezea taharuki iliyotokea wakisema milipuki ilishambulia ghafla na kuwasha moto ndani ya majumba zao. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alilaani mashambulizi hayo akisema yamelengwa kwa makusudi kutia hofu kwa raia na kuharibu miundombinu ya kiraia. Hospitali, maduka na ofisi pia ziliharibiwa, huku zaidi ya watu 30 wakijeruhiwa. Serikali ya Azerbaijan imeripoti kuwa ubalozi wake uliathiriwa na kombora la aina ya Iskanda na kuita hatua hiyo kitendo kisichokubalika. Ukraine ilisema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanya kazi vizuri, ikitungua drones 405 kati ya 430 na makombora 14 kati ya 19. Hata hivyo, maafisa walisema kuwa Urusi sasa inatumia makombora mengi ya masafa marefu na ya kasi kubwa, yani ballistic na aeroballistic, ambayo ni magumu zaidi kuzuilika. Usiku wa tukio anga ya Kyiv ilijaa mwanga wa milipuko, sauti za makombora na mabaki ya vyuma yaliyokuwa yakidondoka juu ya maeneo mbalimbali ya jiji. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani alisema mashambulizi hayo yanaonyesha dharau kwa utu kutoka Moscow, akiongeza kuwa Urusi inalenga kufanya majira ya baridi kuwa magumu kwa Ukraine ili kuua morali ya taifa hilo. Nchi za G7 zilizokutana Canada zimeitaka Urusi kusitisha mashambulizi mara moja na kuahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Wakati huo huo, Urusi imedai kuwa mashambulizi ya drones ya Ukraine yaliharibu miundombinu yake ikiwemo kiwanda kikubwa cha mafuta katika Bahari Nyeusi na meli ya mizigo iliyojeruhi watu watatu. Vikosi vya Urusi vinaendelea kusonga mbele katika mashariki mwa Ukraine na tayari vimeingia katika mji wa Pokrovsky ambao huenda ukaangukia mikononi mwa Urusi wakati wowote. wa Ukraine nayo na imejibu kwa kutumia makombora yake ya masafa marefu aina ya Neptune kulenga maeneo ya ndani ya Urusi, ikijaribu kupunguza uwezo wa Moscow kufadhili vita kupitia mauzo ya mafuta na gesi.